Kidokezo chetu cha urembo kwa siku ya leo si ya kutoa alama ya chunusi ama alama ya pimples, very easy and simple. Chukua vaseline kijiko kimoja cha kula, halafu chukua turmeric ama manjano Kiswahili, lakini utasikia mtu anakuuliza turmeric ni nini. Turmeric inauzwa maduka ya viungo, viungo vya kupika, sio vya binadamu jamani. Basi e, ukichukua ile tumerik yako na vaslin. Unachukua vaslini kwanza, unaweka kwenye kama sospan hivi, unaipasha moto ikuwe moto kabisa mpaka iayuke. Alafu unachukua kile nusu kijiko cha tumerik unaweka pale ndani, kisha unachukua kontena yako ambayo ni ya glas, ama kijikontena kidogo tu ambacho utahifadhi Eh, huo mchanganyiko, chukua kikontena chako, hifadhi huo mchanganyiko, kisha utagandana ama utashikana. Sawa sawa, iwe ndio mafuta yako ya kupaka usoni hadi ya ishe. Before ya ishe, utaona matokeo.